Kwa jina ninaitwa Baby Lucas Biko, ni mkurugenzi wa huduma kwa wateja mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Songea. Um, kama mnavyofahamu, kuanzia tarehe nane mwezi wa tano mwaka 2025 mpaka tarehe 31, uh, tulikuwa tuna ofa ya Mheshimiwa Rais ya urejeshaji wa huduma ya maji kwa wateja waliostishiwa pasipo kulipa gharama za urejeshaji wa huduma, yani reconnection fee. Uh, sisi kama mamlaka tulipokea agizo hilo na tulifanya jitihada mbalimbali za kuwafikia wateja wetu waliositishiwa huduma ili waweze kupata habari na kunufaika na ofa hii mpaka kufikia tarehe 31 ya mwezi Mei. Uh, jumla ya wateja 287 waliweza kujitokeza ambao ndio wamenufaika na ofa hii ya Mheshimiwa Rais. Na wateja hawa walikuwa wanadaiwa ankala za maji zaidi ya milioni ishirini na mbili, na tunashukuru kwa kujitokeza kwao katika ofa hii uh, tumeweza kukusanya takribani milioni 15 na laki sita Uh, madeni yaliyobakia tumeingia nao makubaliano na watakuwa wakiendelea kulipa taratibu huku wakipata huduma. Uh, kabla ya kuanza kwa ofa hii uh, mamlaka tulikuwa tuna uh, jumla ya wateja 2400 waliositishiwa huduma ya maji. Kwa hiyo kwa kujitokeza kwa wateja hawa katika ofa, tumepunguza idadi ya wateja waliositishiwa huduma ya maji uh, kutoka elfu mbili mia nne mpaka tumekuja kwenye elfu moja mia tisa. Nao wito wangu kwa wateja ambao wamenufaika na ofa hii ya Mheshimiwa Rais, kwanza kabisa nawakumbusha kulipa ankala za maji kwa wakati. Tunafahamu ya kwamba uh, mamlaka inatoa siku thelathini baada ya mteja kupata bili aweze uh, kulipia kwa hiari. Uh, unapokuwa umevusha zile siku thelathini, unaingia katika hatari ya kusitishiwa huduma ya maji. Kwa hiyo ni wasi wajiepushe na kuchelewa kulipa ankara zao ili wasije wakaingia tena katika uh, adhabu ya kusitishiwa huduma ya maji. Lakini sambamba na hilo, uh, napenda kutoa wito kwamba makubaliano yale ambayo tume, tumekubaliana ya kumalizia yale madeni y ya, naomba yaweze kuzingatiwa. Kwa muda ambao mteja umepewa kuweza kumalizia deni lako, basi uweze kuzingatiwa ili